Viongozi wa Yanga wadau na mashabiki wa klabu wa timu ya Yanga Afrika tawi la y Bukoba mkoani Kagera wamekutana kwa pamoja kuunga mkono kauli ya kamati tendaji ya klabu hiyo kuwa hawatacheza tena mechi ya marudiano kati ya klabu ya Yanga na Simba baada ya mchezo wa ligi kuu namba 184 ambao ulikuwa uzikutanishe timu hizo kutochezwa tarehe 8 Machi mwaka huu. Viongozi wa tawi la Yanga Bukoba kupitia kwa katibu wa matawi ya Yanga mkoani Kagera Jamali Kalumuna waliungana na wanachama na mashabiki wa timu hiyo na baadhi yao walikuwa na haya ya kusema. Utakumbuka kwamba tarehe nane mwezi wa tatu mwaka 2025 ndio ilikuwa siku ya dabi ya Kariakoo, lakini kama mlivyosikia, kutokana na sintofahamu ambayo ilijitokeza ile mechi haikuwezwa kuchezwa. Lakini baada ya hapo kamati tendaji taifa ilikutana ya Yanga African na walitoa msimamo wao e, kuhusiana na hiyo dabi kwao. Na sisi kama mkoa wa Kagera leo tumekutana hapa kwa pamoja ili tuweze kutoa tamko la kimkoa kwa ajili ya kuwa pamoja na kamati tendaji ya kitaifa ikiongozwa na rais wetu Engineer Els kwamba tunaungana nao kwa dhati kabisa kuhakikisha kwamba heshima, utu na timu yetu kuheshimiwa kuna baki pale pale. Taifa nishasema kwamba mchezo haupo na ilitoa hayo kwa maandishi, wala sio kwa maneno. Na sisi Yanga Kagera tunasema bila kumung'unya maneno kwamba tunazitaka pointi tatu zetu na goli tatu. Hatuna msimamo mwingine tofauti na huo. Tucheze atuji tena, ile siku ile ilikwisha. Mimi kwa majina naitwa Shafiu Hasani. Nilitoka mkoa wa Kagera mpaka Dar es Salaam nikalipa kiingilio kuingia uwanjani, tunafika hapo, mnaahirisha kwa mambo yenu ya kimaajabu mnao yajua nyinyi, alafu mnakuja kutuambia kwamba busara zitumike. Mkono viongozi wangu na wajumbe wangu wa Dar es Salaam, kama kuu kwamba hatuchezi, manake kuairisha kwa mchezo huu, taratibu zote zishafanyika, hakuna sababu ambayo imetolewa kwamba tuna hatuchezi. Huu ni mwendelezo wa matawi mbalimbali ya timu ya Yanga nchini kuungana na kamati tendaji ya timu ya Yanga kwa kauli moja kuwa hatuchezi. Na leo tawi la Bukoba kwa pamoja limesema hatuchezi. Kutoka mkoani Kagera, manispaa ya Bukoba, mimi ni Diana Deusi wa Daily News Digital.